Eni Oluwa pia ameweza kuachia video mpya ya mtandaoni ambayo pia ameweza kuonyesha akiwa na mwanamuziki wa Tanzania Phina wakiimba wimbo wa taifa la Tanzania, Mungu Ibariki. Video hiyo pia ambayo imeweza kuleta hisia tofauti kutokana na uzito wa ujumbe wake uh, ujumbe ambao pia ulikuwemo ume uh, lakini pia na mahusiano ya karibu ambayo yanaonekana kati ya uh, wawili hao. Lakini pia wimbo huo unaweza kuchukuliwa kama ishara ya heshima kwa Tanzania, unaoonyesha mshikamano na wasanii wa mataifa mawili na umeendelea kuongeza nguvu ya ushirikiano wa kisanii. Sasa eh, kumekua kuna stori nyingi sana kuweza kutokea tokea kutokeatokea hapa kati eh, na hii ni mara baada ya wawili hawa kuweza kuonekana wakiwa pamoja kwa muda mwingi zaidi eh, lakini pia mpaka watu kuweza kuwahusisha kwamba huenda wakawa na mahusiano eh, ya kimapenzi. Sasa mpaka hiki tunachokiona eh, mpaka Bwana Eni Oluwa pia ameweza kuimba nyimbo ya taifa kabisa na unaona kabisa ameimba vizuri kabisa, matamshi amesikika, ametamka vizuri and by the way, inaonekana labda Phina pia ameweza kumwelekeza the way no,

na tunaona kabisa video yao ameweza kuachia wakiwa huko huko Nigeria. e, ni vitu ambavyo pia watu wengi wanazidi ku connect dot. Sasa ukaribu wao zaidi ulikuwa ni mkubwa mara baada ya eh, JP 2025, harusi ya Jux pamoja na Priscilla, ndio ambayo iweza kufumbua mambo mengi sana kuhusiana na eh, swala hili, ambapo pia tuliwaona wakiwa nakula pamoja chakula nini. e, tuliona aliweza kumkaribisha Fina eh, nyumbani kuweza ku alikuwa amempikia pilau pale na vitu vingine kibao, na na kwa maana nafani kuweza kujisifia sifia mpaka Fina mwenyewe akasema kumbe unajua kupika na wewe yes. Ni ilikuwa ni historia ambazo pia zilikuwa zikiendelea huku na huku huku na huku, lakini pia matukio baada ya matukio yamezidi kuweza kudhibitisha kwamba wawili hawa wapo katika mahusiano ya kimapenzi, na mpaka sasa hivi tunaona kabisa wamefika mpaka stage ya kuweza kuimbana nyimbo za taifa. Yani ni kama hivi, kwa hii inaonyesha kwamba baina ya mataifa haya mawili Nigeria pamoja na Tanzania kumekuwa kuna ushirikiano tofauti tofauti, hasa kama kwa namna hii, kwa kisanii pia inaweza kaleta eh, bora zaidi, kwa sababu kila mmoja ambaye atakuwa anaona, lakini pia wa Nigeria wanamfuatilia Eni Oluwa pia watakuwa wameona kwamba oh, kumbe hii ndio nyumba ya taifa ya Tanzania inaimbwa hivi, so itaweza kusababisha watu wengi kuweza kuelewa kutokeo katika nchi ya Nigeria, lakini pia sehemu nyingine eh, tofauti tofauti. Sasa yapi maoni yako kuhusiana na kapo hii? ni kweli ni kweli, napenda waendelee ku date kwa mke na mume, eh, kwa mpenzi na mchumba na vitu vingine kibao. Maoni yako yatakuwa yamefanya poa, eh, poa eh, zaidi. Lakini wawili hawa wanaonekana kabisa kuwa na furaha na kuonyesha tabasamu eh, tabasamu la uzuri kabisa muda wote ambao wakiwa eh, wanarekodi Ukiangalia clips zao nyingi, wanakuwa na furahi, wanacheka, wana have fun. Yani vitu vimekuwa ni kibao, kila mmoja anaweza kutamani kuwa eh kama hiki ambacho kinakuwa kinaendelea. Endelea ku drop comment yako hapo, lakini pia ku like, ku comment, ku subscribe channel yetu, utakuwa wa kwanza kabisa kuweza kupata taarifa hizi zilidati kabisa. That's my name, take love for this, ciao.